Alienda kukutana na mtu aliyejuana naye TikTok kwa mara ya kwanza, akarudishwa akiwa amevalishwa pampas ya mtu mzima, yani hawezi kukontoa haja kubwa, hawezi kukontoa haja ndogo, zinatoka zenyewe. So, kuna huyo msichana kutokea Nigeria alikuwa anaitwa Brenda. Brenda ana miaka 24. Kuna siku alikuwa ameingia TikTok endana, akaanza kuchat na mtu ambaye alikuwa amemtumia message DM. Huyo mtu alikuwa anajiita Emmy Pounds kwenye social media. Cha chakushangaza Brenda wakati anaongea na huyu kaka hakumwambia mtu yoyote kwamba anaongea naye, na mpaka walipokubaliana kwamba wanataka kukutana, kukutana pia hakumwambia mtu, mtu anaenda kukutana na huyu. kuna siku toka amepotea nyumbani, akawa anaelekea kwa huyu Mpound. Siku hiyo alipotoka kwenda kukutana na huyo nyumbani, huyu kukutana kaka ndio siku ya mwisho familia yake kumuona Brenda. Baada ya siku tatu, wakaanza kupanic, wakaanza kumtafuta, wanaenda huku na kule, wanatafuta kwa rafiki zake, na kwa sababu hakumwambia mtu yoyote, hakuna mtu ambaye alikuwa anajua em uh, Amy atakuwa wapi. I mean, Brenda atakuwa wapi? So rafiki zake wakaanza kumpigia simu, familia wanampigia simu lakini simu yake haipatikani, na sema namba unampiga haipo. Kuna rafiki yake mmoja alikuwa amekumbuka kwamba alikuwaga na password ya tiktok ya Brenda, so akaamua kuingia kwenye tiktok kuangalia labda atapata clue yoyote ya Brenda yuko wapi baada ya kufanikiwa kuingia kwenye, kwenye TikTok yake wakaanza kusearch kwenye messages, ndo akakuta messages za huyu Amy Pounds akiongea na Brenda kwamba wakutane. Familia ya Brenda ikawa imemtafuta kwa message huyu Amy Pounds kwenye uh, TikTok yake kumuuliza kwamba hey, tunamtafuta ndugu yetu anaitwa Brenda, hatujui yu yuko wapi. Amy akasema oh, alikuja nyumbani kwangu na then akaanza kuumwa nikampeleka hospitali, yuko hospitali fulani fulani. So familia ndo kukusanyika kuanza kukimbilia kwenye hiyo hospitali. Walivyofika hospitalini, walimkuta ndugu yao yupo ICU, yupo critical, yani hajielewi, amelazwa pale. Na baada ya kuongea na daktari, wakawa wenyewe hawana maelezo sahihi, ila wakawa nasema tu ameletwa na mtu, amesema tu alianza kuumwa ghafla baada ya kulala nyumbani kwake, na hajui kilichotokea. Baada ya familia ya Brenda kwenda kumwangalia usoni, walikuta ndugu yao ana kama mtu ambaye amepigwa ya na bruises lakini sio hivyo tu, alikuwa amevalishwa nepi za mtu mkubwa, kwa alikuwa hawezi kukontro haja ndogo, hawezi kukontro haja kubwa. kupitia hata masaa kadhaa, ndugu wa Brenda, wakaambiwa kwamba Brenda amefariki. So familia wakaza kumtafuta huyo Emmy Pounds awaelezee kwa nini ndugu yao ameenda ku, ameenda kwake ndiye akaanza kuumwa hivyo, na ndugu yao sio mgonjwa, hajawahi kuumwa sehemu yoyote. And sio hivyo tu, achana na kuumwa pia ana makovu kwenye mwili wake. Hayo makovu yametoka wapi? Na kwa nini ndugu yao alifika hospitali akiwa amevalishwa nepi, yaani hawezi kukontrol haja ndogo hawezi kukontrol haja kubwa? Nini kilikuwa kinaendelea pale? So ndugu baada ya kuongea na huyo uh, M, M Pounds, akawa anasema yeye ajui tu, ndugu yao alianza tu kuumwa, yeye haelewi. Okay, alianza kuumwa, kwa nini hakutafuta ndugu zake kuwapa taarifa? Siku tatu zimepita mtoto um, wao yuko hospitali, Brenda yuko hospitali, hakuna ndugu wa familia yoyote ambaye anajua hizo taarifa. So wakawa wameuliza madaktari, wanahisi itakuwa nini kimecause ndugu yao kufariki. Wakawa wanasema oh, atakuwa amepata poisoning ya carbon monoxide, kwamba jenereta swili malfunction lakini huyu mpounds anasema yeye na Brenda walikuwa wamelala kitandani usiku, baadaye akainuka akashangaa ndugu mwenzie haamki. Kama hiyo uh, poisoning kweli, kwa nini wote wasio affected, huyu mmoja ndo anauma kiasi kwamba amelazwa ICU, alafu huyu mpounds yupo sawa, yani hana symptom yoyote? Ndugu akawa anasema kwamba ina inawezekana huyu mpounds kawalipa madaktari wa hospitali wasiseme kilichomuua ndugu yao wakawa wameleta hii stori kwenye social media kuraise awareness kuwapa taarifa watu wapiganie hii kesi ili kijulikane nini kilitokea lakini mpaka sasa hivi hakuna maendeleo yoyote yaliyotokea emi uh, bado yuko uraiani na huyu brenda alifariki mei so ameshamzika lakini kesi kama hizi ni nyingi sana you guys yani story kama hizi ni nyingi nikianza kuadisia leo sitamaliza watu wanakutana na watu kwenye social media and then wanakutwa na majanga so be very careful. Mtu ambaye unaongea naye, sikatazi katazi kukutana na watu kwenye social media, maana hao watu kwenye social media ndio hao watu unakutana nao kwenye maisha ya kila siku, lakini be very careful. ukikutana na mtu yeyote social media, either TikTok au Instagram and then mkakubaliana kwenda kukutana, hakikisha unamwambia hata mtu mmoja kwenye saiko yako mtu ambaye ni mtu wa karibu yako, ili lolote likitokea wajue ulikuwa wapi, ulikuwa unaenda wapi, na ulikuwa unaongea na nani.